Koloni alijenga lijengele bandari, rais rais wa kwanza, baba wa taifa akaiendeleza, Mwinyi akaiendeleza, Mkapa akaiendeleza, Kikwete akaiendeleza, Magufuli aliifanyia vizuri zaidi. Si tulitofautiana sana Magufuli? Mnajua mambo yake yale ya kutekateka watu, kuua watu, sisi tulipigana naye sana, mimi nikiwa bungeni nilimshambulia sana, na unajua alichomfanya Lissu lakini mnyonge mnyongeni, kwenye kulinda rasilimali za nchi yetu, Magufuli alijitahidi sana, akajenga aka ile bandari kuanzia gati namba sita mpaka namba nane akanunua mashine mpya za zero hours akaziweka pale, ili tuweze kuko uh, hiki ndicho ninachotofautiana na CHADEMA. Mimi kwangu huwa siamini katika kitwacho upinzani wa kila kitu ama upinzani wa kuto kulitambua jema likiwa jema. Sasa ikiwa Magufuli katika kulinda rasilimali za nchi, mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni Swali nalohoji kabla ya kitwacho utekaji, CHADEMA walikuwa na mpinga Magufuli kwa sababu anakosa gani? Kwa sababu mpaka ile kupigwa Tundu Lisu risasi, palikuwa na kitu wanapinga kuhusiana na Magufuli kuzuia makinikia yasiwe yana mchanga wenye dhahabu sio unasafirishwa hivyo hivyo hapo ndo ikawa mliingia mikataba mibaya lakini sasa mnaanza mtaingiza nchi kwenye matatizo lakini leo hicho kinaanza kuitwa kulikuwa ni kulinda rasilimali kwa nini hamkuona wakati ule na wakati huo ni kwa nini sasa msione kwamba inawezekana kabisa hata eidha wapambe wasaidizi wa Magufuli, eidha wali ilikuwa ndio sababu iliyowafanya waanze kutekeleza vitendo vya utekaji kwa kiwango hicho ambacho vilitendeka na hata kumpiga Tundu Lisu lisasi. Naweza mimi wakati wote lugha yangu imekuwa nahisi nionacho Magufuli hayupo, ndiye ambaye angejibu, lakini ndio nacho huwa nahisi mimi, magu, mimi navyo hisi Magufuli hakuwahi kutuma watu wateke mtu au waue mtu. Kuna kitu kimoja tu ambacho nawekaga vizuri kwamba inawezekana kuna watu walipatikana, eh, kando kando mwa bahari wako kwenye Sandarus ka, katika kile kipindi kipindi ambacho watu walikutwa wameuawa wa wamewekwa kwenye sandarus kile kipindi, kulikuwa na shida Mtwara, kulikuwa na magaidi kutoka Msumbiji wanaua watu. Ni kitu ambacho wengine tulihusia kwamba inawezekana haya magaidi yakikutwa wakati anaua ya watu, inawezekana wanajeshi wetu na wenyewe walikuwa wanayaua na, na kuyadampo hivyo. Lakini hicho kipindi pia kulikuwa na kinachoitwa magaidi waliokuwa wanaua watu ambao hasa nadhani ni kama walikuwa wanaua watu wa CCM, viongozi, viongozi wa CCM kule Kibiti, ambapo kwenye mazingira kama hayo wengine tulikuwa tunaona ni kama e, askari wetu wakienda kukabiliana na wale wanaua wenzao, ni kama walikuwa moja kwa moja wanaweza wakawaamsha wakawaondoa pengine ndo tulichokuja kuona kwamba maiti zilizagaa maeneo pengine ya kando kando mwa bahari ikiwa kwenye sandarus, kitu ambacho huwa naweza nikasimama kwamba ni kama Magufuli alikuwa hatumi, hanufaiki, hana namna yoyote ya kutaka watu watekwe. Ni kauli hii wewe mtu anapotea, mtoto wa kwanza anapotea, mtoto wa pili mpaka wanafikia saba. Wewe RPC mbona watoto wako hawajapokea? Angepotea hata mke wako usingechangamka au mme wako? Ni lazima watu tuchukue hatua, haiwezekani. Mpaka tunaleta polisi kwa ajili ya operation kutoka Dar es Salaam kuja kusimamia hapa wakati hata hapo unao polisi wa kufanya operation, halafu hati kwa sababu na manyota. Wewe ni polisi osidzi Iwezekani, OCD wa hapa yeye bado yupo, bado yupo, naye aondoke. Najua yuko hapa ananilinda, naye leo sio OCD hapa. Ni lazima watu tufike mahali tuwe tunawajibika katika maeneo yetu. Watoto saba wanapotea, hakuna kinachochukuliwa hatua mpaka tunaleta polisi wa kina saba asikuja kufanya operation. Upo na nyota zako, uchukue hatua, lazima uwajibike kwa matendo hayo, kwa kina mama hao waliopotelewa watoto na familia wameumia. Mkoa wa Njombe umepata doa kubwa. Siku nyingine yakitokea ya namna hiyo, mkuu wa mkoa unaondoka ambaye alikuja kuizungumza Magufuli mwenyewe. Na baada ya hapo watekaji na utekaji kwenye nchi yetu haki, haikuwa sehemu ya maisha yetu. Ndio maana wakati wa Magufuli utekaji na tunaojua kabisa walifanyiwa utekaji walipotezwa naamini inahesabika, namba ni nyepesi kabisa, kila mmoja unaweza ukawa unajua e, e, ni fulani na fulani. Pengine baada ya hapo tuli, hatukuwa huko. Mimi naihusisha kwamba mtu huyu kwa vyovyote vile ni, ka, ni kama alikuwa na namna yoyote, hakuwa na namna yoyote anayonufaika au kuwatuma watu wakatekwe. Ndio maana alipotoa kauli hizi, kauli hizi hatukushuhudia tena, hatukushuhudia tena maswala ya watu kupotea, utekaji na vitu kadha wa kadha. Sasa mimi ambacho nimekuwa nikisema wakati wote ni kwamba kama hatutatubu wote ambao kwa namna moja nyingine, kwa kwa sababu wengi nawahakikishia sio kwamba kweli mliona ubaya wa mtu ule. Mi nadhani na, najua mnajua hatari ya kusema kusema pengine jina la Magufuli, lakini mimi kwa nini huwa nalisema? Kuhubiri Kristo, kuhubiri neno la Mungu ni kuhubiri tendo lolote jema, kuto kumwonea haya mtu aliyewahi fanya jema. Ukristo, Kristo ni aina ya maisha. Mtu yoyote mwenye huruma mwenye upendo wa kweli, mwenye dhamiri ya kweli, asiyeumiza wengine, au tendo lolote jema alilotenda mtu huyo ni Kristo, na hasa mwenye dhamiri ya kutaka afanye vema kila mahala. Sasa naijua tayari, wakati mwingine unaweza kuta eh, unaweza ukawa na mambo mengi ame, umeyapitia kwa sababu pengine unadumisha mila ile, wengine ilishashindwa unamfanya yule mtu aliyetenda vizuri, ambaye pengine kuna watu waliwahi kumsema sema hajatenda vizuri, unamfanya unaendelea kuwaonyesha watu hapana, huyu alifanya vizuri. Kitu ambacho naonya ni hiki, ikiwa tutatubu wote, ambao kwa namna moja ma nyingine, kwa kujua au kwa kutokujua, kwa makusudi kuto au kwa kwa kutokusudia tulimtamka yule mtu kwa mema yote aliyoyafanya bado tulimpinga na kumwona mbaya, na hasa baada ya utekaji nadhani wa bensa 8 nane pale Azori Gwanda Roma, Mkatoliki e, vitisho vya kina Bashe kina Msukuma kina Malima kuingia katika hali hizo za, za kuhofia kutekwa e, nadhani baada ya hayo ndipo ajenda iligeuka, ilianza kuonekana ni mtu ambaye anaamuru wasaidizi wake wakateke watu. Nyuma alipingwa kwa ajili ya nini? Alipingwa kwa ajili ya nini? Jibu ni alipingwa kwa sababu alipokuwa kilinda rasilimali, bado mliinua sauti za kupinga. tusipotubu msipotubu nishawahi kuambia CHADEMA, mmeonekana kuwa na dhamiri njema kwa mambo mengi sana lakini, kama mtanyosha kauli ndio mnaungwa mkono. Lakini mungenyosha tu kauli ya kwamba kwa kweli huyu mtu, penye kupiga Tundu Lissu risasi, penye hao waliotekwa hawa, inaumiza kabisa, inaweza ikafuta mema yote ya mtu yote. Ni ukweli, inaweza ikafuta mema yote ya mtu lakini tusimame kujua kabla hayo hayajatokea, ya kuteka watu, kwa sababu nadhani yalifanyika ni kati ya elfu mbili na kumi na saba kumi na nane pale kuja hapa juu elfu mbili na kumi na tisa hapa yakawa yamekoma, kabla ya huo wakati alipingwa kwa sabu na muoni ya kwamba inawezekana hata kuna baadhi ya watu walianza kuchukuliwa, wasaidizi wake, wapambe wake, inawezekana waliwaza hivyo, ama kama ni yeye mwenyewe aliwaza hivyo kwamba wawili watatu wanaopinga kusimamia rasilimali wapotezwe. Inawezekana hasira ilimkuta, wasaidizi wake, wapambe wake ziliwakuta, ili, ili, wakafanya hayo, lakini ni vema ungetubu nina hakika mtu yoyote ambaye anaweza akamwona Magufuli mtumishi wa Mungu kwa mengi mema, alisimamia mengi mema kwa namna pana kuliko pengine namna nyingi tulizowahi kutana nazo. Ni vizuri sana ungemsema pasipo kificho. Najua inawezekana hata Yesu alipouawa wanafunzi, kusema tu tunahubiri kwa jina la Yesu aliyeuawa, ilikuwa hatari sana kwamba Yesu nataka asaulike. Ilikuwa hatari sana. Inawezekana ndo wengi wenu napata kigugumizi, lakini mimi kwa sababu ni mhubiri wa Yesu na Yesu alihubiri kuuawa kwa manabii kwa kuonewa, mitume walikuja kwanza kuhubiri kuuawa kwa Yesu kwa kuonewa, mitume wengine na wengine sisi tunahubiri kuuawa kwa mitume kwa kuonewa. Bado mtu yoyote ambaye anaweza akawa amefariki katika siku tutakazokuwa tunaishi mimi najua madhara maumivu mabaya niliyoyapitia, lakini mtu kama huyo mema hayo sitayaonea haya. Nachosema tu ni kwamba tusipotubu, tusipoona tulimuwazia vibaya, eidha kwa kusukumwa na maslahi fulani ambayo tuliyakosa au kwa kusukumwa na watu ambao walikosa maslahi fulani ku wakatusukuma kwa kutupandikizia mambo mabaya, na sisi tukapiga kelele hivyo hivyo. Mimi ambacho niliwahi kusema tangu mwanzo, wakati ndoa fulani ya CHADEMA imeiva na watu fulani imeiva, wakati ndoa imeiva, niliwambia tutapitishwa kwenye moto mpaka tutakuja kujua wema wa mtu yule yaani tusipojua tutaendelea kupita, tutaendelea kupita kwa huku mbele. Inawezekana kabisa, mjue atainuka mtu au zitainuka namna, tutapita kwenye moto wa namna mbalimbali mpaka tutakapokuja kujua namna zote tulizosukumwa kumsema vibaya mtu wa watu yule ambaye kwa sehemu kubwa mimi nimesema pasipo kificho alikaribia sana kuifanya nchi yetu iwe nchi ya ahadi. Lakini kama alikuwa mbaya kuliko wengine wote, kama tulivyomsema akiwepo, na siku za mwanzo baada ya kufa kwake, kama tulizozipata ndio namna nzuri, hebu tuendeni. Tunaoota tuendelee kuota, mnaosherekea mwendelee kuusherekea ila naamini yeyote unayesherekea, Biblia inasema amsemaye mbaya ni mwema na amsemaye mwema ni mbaya, wote ni chukizo kwa Mungu. Alimadamu naendelea kusherekea, lakini kwa namna ambayo unatafsiri mtu aliyetenda vizuri ni mbaya na utamtafsiri anayetenda vibaya ni mzuri, wejua ni chukizo kwa Mungu. Saa inakuja utapita kwenye kisago, utapita kwenye tanuru, utapita kwenye moto. Wema utauita wema na ubaya utauita ni ubaya. Asanteni kwa kunisikiliza, nimejiandaa kwa matusi lakini pia na kwa chochote. Najua wakati mwingine CHADEMA kifika kwenye eneo kama hili, yaani nikaonekana nimewapinga kwenye moja ya maeneo yaani, hapo ndo nakulaga matusi ya kila aina. Kwa bahati mbaya sana, mimi ni huyu, sina rafiki wa kudumu, sina adui wa kudumu. Ukifanya jema utapata kibali kwangu, ukifanya baya nitakupinga. Niko pamoja na yeyote anayeweza kufanya jema wakati wowote kwa dhamiri njema, niko kinyume na yeyote anayeweza kufanya baya na hasha kwa kukusudia. Nimekutwa na nini? Nitakutwa na nini? Nilihesabu gharama na nilijua hayo ndio matokeo yake. Narudia tena, asante kwa kunisikiliza. Hii ni sauti ya mtu aliyayetoka kumhifadhi. Sifa ni yule aliyayetoka gerezani Anasema, itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Heri mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayeuawa ama afae katika Bwana, tangu sasa pate kupumzika mara baada ya taabu yake. Tazama, Mungu mwenye haki yuko karibu kuja. Hii ni maana ya neno maranatha. Updates za mbinguni, miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu leo.